Tuelekee kaunti nambari 19 ambapo wahalifu walivunja maduka na kuiba mali wakati wa maandamano huko Nyeri. Kama Umwangi anatuarifu zaidi. Nam, asante sana kutoka upande huo wa studio. Na hapa katika kaunti ya Nyeri ni mojawapo ya kaunti ambazo zilishuhudia uharibifu mkubwa wa maandamano ya siku ya jana yaliyoongozwa na vijana. Na hapa tulipo ni duka kubwa ama eh, sehemu ya kufanyia biashara ya Nyeri Mall ambayo biashara kadhaa ambazo ziko chini ya eh, jumba hili ziliweza kuathirika. Hiyo ni benki moja ya uh, iliyoko hapa katika kaunti ya Nyeri ya NCBA ambayo, eh, afisi zake ziliweza kuvunjavunjwa na kuibiwa ndani na kufa, kufanyiwa uharibifu mkubwa. Nataka tutembee mpaka ilipo duka ya Naivas kwa sababu e, upande huu ama jumba hili liliweza kushuhudia uharibifu mkubwa, haswa yale mabiashara ambayo yako katika eneo hili. Hii ni ATM ya benki hiyo ambayo, e, waandamanaji waliweza kuiharibu na kuiba nyaya, wakijaribu tu kufikia kama watapata hata kama angalau fedha e, kutoka kwa e, ATM ile. Uh, upande huu wa juu tunapoelekea ni palipo duka la Naivas, lakini eh, kuna biashara zingine ambazo zilizopo eneo hili uh, mojawapo ya maduka haya ikiwa ni duka la miwani ambalo tunalikaribia uh, kwa sasa na ambalo liliweza kuvamiwa pakubwa eh, kama una, mtazamaji wa Runinga Citizen anaweza kutazama eh, hili ni duka la Optex uh, ambalo liko chini ya jumba hili la uh, kibiashara na ambalo eh, am tuliozungumza nao na wanaofanya kazi kule ndani waliweza kutueleza kwamba miwani e, zile ambazo zinajulikana kama frames, kila kitu kiliweza kuporwa, ikiwa ni pamoja na zile documents ambazo e, wagonjwa walikuwa wamefika tu wakitafuta zile huduma a, za macho, na ni uharibifu mkubwa ambao ulitendeka hapa. Uh, kwani uh, target ama uh, lengo la wale waandamanaji lilikuwa ni kulivamia duka la Naivas ambalo uh, karibu tunalifikia na uh, uharibifu huu uliweza kutendeka masaa ya saa tisa hivi saa tisa, uh, tisa mchana um, E, waliposhindwa e, ama walipolemewa kufika e, kwenye e, duka la pamoja ama duka kubwa la mbunge wa Kieni, ambaye ni Njoroge Wainaina na hapa nje Uh, huu ni uharibifu ambao uliweza kutendeka siku ya jana. Uh, tunaweza kuziona zile nambari ambazo hutumika kulipia uh, vile ama zile goods, uh, goods ambazo mtu ameweza kununua ndani, ishara ya uharibifu mkubwa ambao uliweza kutendeka hapa, na kama mpiga picha wetu anaweza kutuonyesha, uh, waliweza kuingia kwenye uh, duka hili kubwa la Naivas kupitia milango hii ambayo ni ya nje na ambayo iliweza kukatwa uh, kulingana ile taarifa ambayo tumeweza kupata, na wakaweza kuingia mle ndani, na tumeweza kuelezwa na wale ambao wamefika mle ndani kwamba hakuna kilichobaki. Uh, waliweza ku, kupita uh, kufika kwenye ghorofa la kwanza ambalo uh, huwa na nguo na zile vile vitu vingine ambavyo huwa si vya kawaida uh, kati ya watu ama vile ambavyo watu hawachukui mno. Uh, vilivyokuwa kwenye ghorofa la kwanza, tumeweza kuelezwa kwamba pia gala ama store ya eh, supermarket hii ya Naivas pia iliweza kuporwa na hakuna kile ambacho kilichobaki. Na kwa sasa kile ambacho kiko hapa ama kile kinachoendelea ni maafisa wa polisi ambao wamelilinda duka hili mpaka watakopo wasili wale ambao ni Eh, wana insure ama insurance company ambayo inaweza kuishughulikia uh, duka hili pamoja na maduka mengine ambayo tumepita pale. Uh, ishara tu ya uharibifu mkubwa ambao uliweza kutendeka. Eh, na watu ambao hawajajulikana, ah, bado na nia yao haijulikani ilikuwa ni ipi. Na hawa unaowaona tu ni wakazi wa kaunti ya Nyeri ambao wanatizama tu uharibifu ambao ulitendeka hapa eh, eh, duka hili likiwa ni ndilo lilivamiwa pakubwa sana ama ndilo liliweza kupata uharibifu ambao ni mkubwa zaidi ah, katika maandamano ya jana. Kwa hivyo ah, ni taarifa ambayo tutaendelea kuizingatia tukiweza kupata taarifa Uh, kutoka kwa idara za usalama tunaweza kumweleza mtazamaji wa runinga ya Citizen, ikiwa ni pamoja na pengine wale watu ambao uh, waliweza kufariki kutoka kwe, kutokana na maandamano ya siku ya jana. Tumeweza kuharifiwa tu na kamishna uh, wa kaunti hii Ronald Mwiwawi kwamba watu wanne waliweza kufariki siku ya jana. Tutaweza kuwa tukiangazia zile idadi ama takwimu na kujua walikuwa pengine ni yakina nani na walifariki walipigwa risasi kwa sababu wengi wanasemekana wanasame, walipigwa risasi na maafisa wa polisi pengine eh, walikuwa wanafanya nini na kama pengine uh, walikuwa wanashiriki maandamano. Ni hayo tu kwa sasa kutoka kaunti hii ya Nyeri, tutaweza kuyangazia uh, taarifa hii kwa kina uh, kwenye uh, bulletin zetu ambazo zinajiri ama zijazo. Kwa upande wa studio kama umwangi kutoka